Nzule makosi ndani ya studio. Ikiwa muda umefika wa Sizikwi nayo jamani. Tumiaa 2277, nambari yetu jumbe mfupi. Ukituma SMS anza na neno Sizikwi nayo. In the meantime simu tunapiga tunataka kusikia kutoka kwako, ukituambia ni kipi hiki ambacho uzikwi nacho. Halo, Mambo vipi Safi Nzule, makosi nakupigia simu kutoka Radio Maisha, unaweza ukabana jina lako? Ya, yeah. Ulitutumia SMS kwenye sizikwi nayo ukasema ungependa kuzungumza. Ya yeah, ningependa kuzungumza. Kwanza, siku yako imekuwaje baba? imekuwa vyema, labda yako mimi niko sambamba kabisa. Uwanja ni wako, tuambie sasa. Kuna huu mwaka. Ehe, nilipofika Januari nilitafutiwa kazi na kazini wangu mwingine mwingine. Okay. huku Nairobi side ya Riverside, ulitafutiwa kazi gani? nilitafutiwa kazi ya kuuza duka. Oh, kazi ya kuuza duka, duka la chakula, duka la hardware, duka la duka la vyombo kama mapikipiki, majenereta. Oh, duka la vyombo kama pikipiki, jenereta hivi, eh, vyombo kama hizo. Okay. Uh, ukapata kazi yani, kapata kazi. Uh -huh. Sasa wakati mwingine nilikuwa naenda kwa boss wangu tena kufanya cleaning huko. Uh -huh. na boss wangu alikuwa Mhindi Oh, ulikuwa unafanya kazi, unauza motorbike, unatoka hapo saa nyingine unaambiwa haya kazi ya nyumbani na kuhitaji enda kule usafishe, unaenda unasafisha. Yeah, si anaenda kusafisha. Na walikuwa wanakulipa kazi zote mbili, hii ya dukani na hii ya nyumbani. E, yaani wanijumlisha yote tu kwa ah, wanajumlisha kwa salary. Okay, ehe. Uh -huh. So nika nimefanya hapo. Mm. So, wakati nilikuwa nili, naenda nyumbani huko kuna mm, msichana mwenye alikuwa ananinyemelea. Oh, msichana wa boss. Eh, na ni Muhindi pia, huyu Muhindi. Yeah, msichana wake akawa anafanya nini? Alikuwa ananinyemelea. Anakunyemelea? Yeah. Kwanza, kuna miaka mingapi kakangu? Kuna miaka ishirini na tano. Oh, na huyu msichana aliyekuwa anakunyemelea binti ya boss ana miaka mingapi? ishirini na saba. Oh, ni mkubwa kidogo ain. Yeah, so, kiona tunatoshana? Mnatoshana. alikuwa anafanya nini mpaka unaona ni kama anakunyemelea? Nilikuwa nikienda hapo ananipigia mastori eh, alafu hata saa zingine mm, anaweza oga tu nikiona. Ah. Hey. Yes. <laughs> <ati anaoga ukiona. laughs> Ya, wakati anafanya cleaning, anaoga anakuja tu na maji hapo nje, anaoga tu nikiona. Anaoga nje wapi? si watu oga bafuni, hawana bafu? wako naye laki... tu lakini anaoga tu, yani ile ya kimombasani, Mombasani tu ana mahali. Ukiwa unasafisha wewe, unasafisha compound, anakuja anaweka bucket, anaoga yana. Kuna swimming pool hapo nje? Oh, kuna swimming pool Yeah, so anaenda pale, kabla aingie kwenye maji anajisafisha, alafu anaingia kwenye maji anaogelea. Yeah, so ukiona hivi, we unaona huyu ni kama ananitaka, si ndio? Yeah, so um, e, so anaona uoga nami, ehe, so ikaanzaanza hapo, napiga stori kidogo, napiga story kidogo, ikaendaenda hivyo hivyo tu, anakuambia kuna roti zimebaki jikoni, unataka ni kusavu, unaletewa chakula <laughs> Unabomoa unabomoaanabomoa <laughs> so ikaendaenda hivo, uh -huh. Siku moja akaniambia nikija nimpige picha. Akakwambia umpige picha. Hey, wewe otograf ndugu yangu ya bila ya pige picha ka, kama ana manguo ewoy hey. <laughs> Akakwambia umpige picha akiwa hana nguo ya akiwa uchi wa mnyama ama amevaa nguo za ndani na hey, ilianzaje jamani, mpaka mkafikiana hapo ukampiga picha? Alikuwa nimpiga picha juu alikuwa na akiniambia nimsaidie kitu fulani, aniwachi bure, lazima anipe ya, ya chai. Oh, alikuwa na kuchotea. Yeah, kama dhao moja. Wewe, so alipokwambia hiyo siku anataka umpige picha, ulijua hapa leo unatengeza hela nzuri sana hapo natengeneza ela nzuri very nice. uh -huh. So, na mimi nilikuwa na shida ya pesa so, did you know, m... kamera yenyewe na simu, alileta kamera? Yeah akavua nguo, ukampiga picha? Nikampiga picha na wakati akifanya hivi, hizi picha, malengo ya hizi picha alikuwa anazipeleka wapi? malengo yake kupigwa na hizi picha, picha za uchi ilikuwa ni gani? ilikuwa tu yani nile kunifurahisha tu, ndio mimi ingie kwa ndani yake. Ah, okay. Na wewe wakati unampiga picha ulikuwa unahisi vipi? ukimwona yuko pale na wewe unampiga picha? nilikuwa nahisi yani mapenzi pia. Eh, hey. Yeah. Okay, ukapigana picha halafu, so tukapigana picha hapo ikaendaenda hivyo, hiyo siku ya kwanza, siku mm. ya pili sasa alikuwa kwa swimming pool mm. akaniita akanaaujaliotu swim mm. naye mi nikaswim mm -hmm. na yeye huko mm -hmm. aka mi ni swim na manguo kwanza mm. so tukazoena, zoena hivyo mm mpaka akaanza kuniambia we ni mwanaume wa aina gani, yani vile anamaanisha. Ukamuuliza kwa nini unasema hivyo? Nikamuuliza hivyo, mi nilikuwa mm. nika natuka, kwa sababu bos bos akijua kaharibu mm. kazi nateleta maneno na mingi, na bos ni babake, na bos ni babake. mm -hmm so ikaenda enda hivyo, akaniambia atanifungulia biashara. Kabla ya kufungulia biashara, ukisema ikaenda enda hivyo, mkawa mnaogelea, mnapigana mapicha, ilifika wakati mkajihusisha kimapenzi we na yeye? Yeah. Okay, baada ya muda gani? labda tukiwa huanze kufanya kazi mwezi gani? Mm, baada ya kama, tulikaa hivyo wiki moja tu le tulianza kupigana mapicha. Eh, after one week tayari ukaanguka nayo kama? Nikaanguka nayo okay. So baada ya kujihusisha naye kimapenzi ikawaje? So tukafoma katiba, tukazoena. Sasa tukaanza kusomanga katiba. Every time unaenda kusafisha mnasoma katiba pale nyumbani ama mlikuwa mnakutana kwingine? so, sometimes anakuja kwangu penye nimekomboa. alikuwa ah, nakuja mpaka kwako? yeah Haya, anakuja mpaka kwako nyumbani, anatoka huko kwao, anakuja mpaka kwako yeye. Hiyo wakati nilikuwa naishi Kangemi. Ehe, anakuja mpaka Kangemi. So anatoka Westland, anakuja hadi Kangemi na shughuli inaendelea vizuri, shughuli inaendelea. Haya, mkaendelea kupigana mapicha, mkasoma katiba, ikawaje? So akapata ujauzito na baada ya ujauzito akanifungulia biashara Nakuru huku. Hiyo biashara hiyo biashara nimeshindwa, sijui niende nianze tu hiyo biashara na mm, so, so, nitoke hapo ama niendelee tu kukua naye kwa hapo ama itakuwaje? Hebu ngoje ndugu yangu, polepole, maana sasa ni kama tumefika kwa the juiciest part. Baada ya eh, yeye kupata yeah, ujauzito, akakufungulia yeah, biashara Nakuru. Yeah. Biashara gani? Biashara za kuuza jenereta, baiskeli, kama babake tu, kama babake tu. Na kwa nini alikufungulia biashara Nakuru na si Nairobi? Ulimuuliza? Labda ilimuuliza Nairobi, na akasema Nairobi babake labda anajua Nairobi yote, anaweza kujua hivyo. Oh, so tuende Nakuru, so alikuwa anataka iwe siri. yeah. Sasa alipokufungulia, ameshafungua biashara ama ni mawazo ya kwamba atakufungulia biashara? Ameshaifungua, ashafungua hadi kuna wafanyikazi huko. Amekuwekea mpaka wafanyikazi? Una wafanyikazi wangapi, ndugu yangu? Wafanyikazi wanne. Una wafanyikazi wanne? Amekomboa duka, amekuwekea generator ama mabaisikeli na wafanyikazi. yeah. Wanne Nakuru. Na sasa hivi uko wapi? Uko Nakuru ama uko Nairobi? Bado niko tu Nairobi bado uko kazini pale pale eh? lakini sometimes huwa anaenda Nakuru eh. Lakini bosi ajui hivyo, na wana... ye mwenyewe tu anasema tuko tu pamoja yani, ye mwenyewe anasema alinionea huruma, nataka kubadilisha maisha yangu juu nafanya kazi na juu unajua wanauza piki mpaka gari bwa. Huyu dada anasema anataka kukubadilishia wewe maisha eh, lakini babake huwa anauza hadi gari eh, umeniambia anauza mpaka gari. Sasa huyu dada ambaye umekuwa ukijihusisha na ye kimapenzi mtoto wa bosi wa kihindi ni mja mzito. Sasa hivi mimba yake ina miezi mingapi? Ni tatu hapo. Na familia haijajua? Familia yangu haijajua. Familia yako haijajua? Familia yake imejua kwamba ni mja mzito? Ya, imejua lakini hajaambia kama ni yangu. Oh, wanajua ana mimba lakini hawajui mwenye mimba ni nani hawajui. yeah, mwenye mimba ni nani. Sasa wakati akikufungulia biashara Nakuru, unaona ni kama anakusukuma uende ama ni kukujenga? Anataka kukujenga. Ama dilema ambayo imekuleta ndani ya maisha jioni leo ni gani? Sasa hapo penye amenifungulia biashara na Nakuru mm. Sasa sijui nimwambie, nijitoe tu hapo kwa wazazi wake kwanza. Uache kazi hapa uende huko Nakuru, ndo ninyi sasa, nianze maisha yangu Nakuru huko. na wewe unampenda huyu msichana wa Kihindi? Nampenda lakini wazazi wake wanaweza leta shida. na kikwambia kwamba wazazi wakileta shida, mimi niko na wewe, kufa kuzikana, tumefungua biashara Nakuru, tuende zetu Nakuru na utakubali? Nitakubali yani, Okay, kwa hivyo sasa hivi ndani ya maisha jioni, unataka kujua, je, uache kazi hapa kwa baba Muhindi uende ufanye uendelee na biashara yako ile iko Nakuru ama ufanyeje? wazazi wangu sana. Alafu nikuulize, ndugu yangu, hizi stakabadhi ya, za biashara hii ya Nakuru umeziona? Umeona kwamba biashara iko kwa, kwa jina lako? Yaani yote kwa kila kitu kitambulisho ni changu na land landlady landlord unamfahamu? Pahali ambapo biashara iko unamfahamu? Na watu wakinunua bidhaa, pesa inaingia kwa nani? Inaingia kwa akaunti yangu. O, pesa inaingia kwa akaunti yako ya pesa inaingia kwa akaunti yangu. Na sasa hivi bado unakutana na huyu msichana, bado mnasoma katiba naye, bado mna urafiki kama ule wa zamani? bado rafiki tu, kata nisoma katiba tu juzi. ehe ehe, are baba alikuwa ananiambia tena ehe, alikuwa ananiambia tena tu tupanue hiyo biashara ikuwe kubwa. Wewe sasa umeanza kujua kindi, ndugu yangu, umefundishwa fundishwa maneno fulani hapa na pale ya hata na pale kidogo kidogo tu, lakini si sana, labda kizungu kizungu tu. Oh, kizungu kizungu ye. Kihindi hujashika bado? Sijashika bado, lakini mtoto mwenyewe, hey, ako poa mtoto yuko poa. Yeah, so hata wazazi wangu sijui, tawaambia tawa juu. Hata pesa nimekuwa nikiwatumia inatokanga kwake. Unawatumia hela na inatoka kwa huyu msichana? Tuseme akikupa hela, nakupa hela kama pesa ngapi? kwanza kapea telekompta teli inayoma Twenkemada ya. Na biashara sasa hivi Nakuru imeanza kushika. Ya biashara imeanza kushika. Umeanza kupata sales? Yeah. So ndani ya maisha jioni, ungependa kujua uwache hii kazi ambayo umeajiriwa na uh, father in law asijue kwamba wewe ni son in law. Mhindi, ama yeah? U uache hii kazi uende ufanye eh, kule Nakuru biashara, ama uendelee yeah, right? Yeah, na kazi ni ah, hiyo pia hi, yeah. Yeah, iko ki, oh, kwa mix ki se umesema, nampenda baba, babake akijua itakuwaje? Nakumbuka na ujauzito wako si ndiyo? Yeah. Haya, ndugu yangu, tegeategea utapata kujua, lakini shukria, asante sana kwa kutuma yeah. SMS ndani ya sizikwi nayo. are baba are bagandi, sizikwi nayo. Nzula Makosi na Wycliffe Okumu watakusaidia kufungua roho. Hey, usizikwe na